Leo ningependa kuzungumza nanyi kuhusu utaratibu unaojulikana kama ERCP, au endoscopic retrograde cholangiopancreatogram. Utaratibu huu unafanywa kwa wagonjwa wanaopata homa ya manjano inayozuia, inayojulikana pia kama cholestatic jaundice, ambayo inaweza kuwa tatizo la mfereji wa nyongo. Hii inaweza kusababishwa na hali za kawaida kama jiwe kwenye mfereji wa nyongo au kupungua au kuziba kwa mfereji wa kawaida wa nyongo. Kwa kutumia utaratibu huu tunatumia endoskope ambayo hupitishwa kupitia mdomo na kupita kutoka tumboni hadi sehemu ya kwanza ya utumbo mdogo inayojulikana kama duodenum. Mfereji wa kawaida wa nyongo unachomwa na hali hii inatibiwa kwa ama kuondoa jiwe au kwa kuweka stenti kwenye kuziba. Utaratibu huu pia unaweza kufanywa kwa hali za kongosho zinazojulikana kama mawe ya mfereji wa kongosho au kuziba kwa mfereji wa kongosho. Mbali na hili tunatibu pia saratani za kawaida za mfereji wa nyongo pamoja na mfereji wa kongosho kwa kuweka stenti kwenye hali hizi, kwa kutumia ama bomba la plastiki au bomba la chuma linalojulikana kama stenti. Utaratibu huu unafanywa hasa kama utaratibu wa siku moja chini ya usingizi wa kiasi, ambao husaidia mgonjwa kupona mapema na kurejea kwenye maisha yao ya kila siku haraka iwezekanavyo.